Allahumma salli wasalim wabarik alaihi iribotimiasahi <todic> miezi miri mimba ya Mtume baada ya nyinji kauli zimumo khilafu kwatu enye achiri

kabla ya kuvyarwa mwana wetu mwahashima, Allahumma salli wasalimu ale, vyamfika Abdullahi maradhige naye wafika kwao kwa jomba iseye ni bani adiyi najari taifare upande wa kuchetuni kwata weye hashima wasagara hiwo kwa muda wa mwezi mzima, na ni mkwongo wa maradhi chago mwandama, machishughulika kumrarisa kwa wema na kumuendera kwa kila jambo ra uruma. Allahuma salli wasalimu wasalimuale vyotimia miezi tisa ya kuandama dzuru ya ukweli wa maneno ga maulama machithibitisha kwasi zaokalima anavyuoni ya hadithi avocheziema zikakurubia za maze za kutokana kwa chiru ambayo ikasonga sana nayonkutokukara dini ya kweli kositakuna sasa kanda vyarwa mwenye haki dunia nzima amwejera siku hiyo ya kuvyara kwetu mayo wa mtume jamiai ya chetu mwana mariamu na siana yao avichetu mahuru la aini ora peponi kwa wema